Elon Musk amesema anaondoka katika utawala wa rais Donald Trump baada ya kusaidia kuongoza msukosuko wa kupunguza kwa ukubwa wa serikali Marekani ambapo ilisababisha maelfu ya nafasi za kazi. Katika chapisho la mtandao wake wa kijamii X ambapo zamani ni Twitter, mtu huyo tajiri zaidi duniani ameweza kumshukuru Trump kwa fursa za kuweza kusaidia kuendesha idara ya ufanisi wa serikali inayojulikana kama Doge. Eba, ikulu ya White House ilianza kumtoa kama mfanyakazi maarufu wa serikali Jumatano usiku. Kuondoka kwake kunakuja eh, siku moja baada ya kusema kwamba anasikitishwa na msaada wa bajeti ya Trump ambao unapendekeza eh, punguzo la ushuru la mabilioni na kuongezwa kwa matumizi ya ulinzi. Musk, ambaye aligombana, eh, kwa faraga na baadhi ya maafisa wa ngazi za baraza la mawaziri la, eh, Trump, awali aliahidi kupunguza angalau dola trilioni mbili kutoka bajeti ya serikali ya ushirikisho kabla ya ya punguzo ya nusu ya lengo hili, kisha kupunguza idadi ya dola bilioni e, 150 takriban watu laki mbili elfu sitini kati ya nguvu kazi ya kiraia shirikisho yenye nguvu e, milioni 2.3 wamefukuzwa kazi zao, na wengine kukubali mikataba ya kufuzu kazi e, kutokana na Doge.